Ni furaha ya mashabiki wa Singida Black Stars baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja katika mchezo wa nusu fainali kwenye kombe la CRDB Federation Cup. Baadhi ya mashabiki hao akiwemo Ahmed Salimu pamoja na Dafin Nyandekwa hapa wanaeleza zaidi furaha yao. Leo tumewaonyesha kwamba hivi Singida Black Stars ni timu kubwa yenye uwezo mkubwa, ina wachezaji ambao ni quality, sio tu quality kwa majina na profile, wana uwezo mpaka ndani ya uwanja. Mwangalie yule pale Jonas Amsoa, utamlinganisha na nani pale Simba? Hakuna. Tunafuraha sana siku ya leo na fainali, wakizubaa tunalibeba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumepiga jitu jitu la nchi ambaye alitoka mwana finali wa washirikisho leo. Tumemwambiaje kaka, sisi leo hatujaja kutangaza Injili, tumempiga tatu safi zenye heshima. Kwa hiyo sisi, kilichobaki sasa hivi tunataka kombe kwa upande wao mashabiki wa Simba Sports Club hapa wanafunguka zaidi, nini kilipelekea timu yao kupoteza dhidi ya Singida Black Stars. Kmziwanda ni shabiki wa Simba Sports Club pamoja na Agustino John wanafunguka zaidi hapa. Tunawapongeza Singida wame, wame, wame wamestahili kushinda leo na ni wape pole wachezaji wangu wamechoka. Yaani kutoka kwenye moyo wangu, hakuna chochote ambacho naidai Simba Sports, hususan kwa mechi ya leo tumestahili kufungwa na ilikuwa ni lazima tufungwe. Timu imetoka kwenye mashindano makubwa ya Afrika, ya mashindano ya klabu bingwa Afrika. Kila baada ya mechi baada ya mechi mbili wakuta ligi kuu hapo tukacheza tukashinda tu. Baada ya siku mbili tena tumekutana nao tena, ndio hivyo, wametumia uchovu wetu, hivyo wametushughulikia, basi tunarizika nao makocha wa timu zote mbili akiwemo kocha mkuu wa timu ya Singida Black Stars David Ouma pamoja na Fadli Davis kocha wa Simba Sports Club, hapa wanaeleza maneno yao ya kiufundi kwenye mchezo wa leo. Kwa hivyo nichukue fursa ya kupea kongole wachezaji wangu kwa kuweza ku maintain muundo wetu wa kucheza na ku make sure that tuna represent club jinsi ambavyo inafaa. Kitu muhimu sasa ni kazi inaanzia kuanza hapa kwa sababu tumebisha kwa mlango namaanisha nini? Ukiangalia timu zote ambazo zimemaliza namba nne katika ligi kwenda katika ile CAF Confederation Cup, mara nyingi sana watu wamesema zimerudi, zimerudi nyuma. Kwa sasa hivi lazima tukwe na plani nzuri zaidi ili tuweze ku compete strongly ku represent Tanzania jinsi ambavyo inapaswa to, to